Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli amefanya uteuzi wa wakuu wa mikoa 26 ya Tanzania Bara, ambapo kati yao 13 ni wapya, saba wamebakizwa katika vituo vyao vya kazi, watano wamehamishwa vituo vya kazi na mmoja amepangiwa mkoa mpya wa Songwe. Kwa mujibu wa kurugenza mawasiliano ya Rais Ikulu, uteuzi huo umetangazwa na kaimu katibu mkuu kiongozi mhandisi Musa Ibrahim Iyombe Ikulu jijini Dar es Salaam. Arusha Daud Felix Tidenda, Dar es Salaam Paul Makonda, Dodoma Jordan Namna. Orodha kamili ya walioteuliwa utewi ni kama ifuatavyo. Namna, sasa tuitazame orodha yenyewe kamili. Meja Jenerali Rafael M. Muhuga Kigoma, Brigedia Jenerali Emmanuel Maganga Kilimanjaro, Said Mek Sadik Lindi, Erasto Zambi Mara, Magesa Mulongo Manyara, Joel Mkiaya Bendera Mbeya, Amos Gabriel Makala Morogoro, Dr. Stephen Kebwe Mtwara, Halima Omari Dendegu Mwanza, John Vianney Mongela Njombe, Dr. Rehema Nchimbi Pwani, Injinia Evaristi Wele Ndikilo Rukwa, Kamishina mstaafu wa polisi Zelote Stephen Ruvuma, Said